Karibu tuangazie nyota ya mapacha zidi ya nyota ya nge, mawimbi ya mawazo yanayoruka zidi ya bahari ya hisia zilizofichwa, mapambano ya nuru na giza. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mapacha na nge ni nyota mbili tofauti sana kwa tabia, mienendo na mtazamo wa maisha. Mapacha ni nyota yenye asili ya upepo, ya akili, ucheshi, mawasiliano na kubadilika kama upepo. Nge ni nyota yenye asili ya maji, ya kina, hisia nzito, usiri na msimamo wa kudumu. Muunganiko wao ni kama kung'arisha tochi kwenye shimo refu la kihisia. Mapacha huangaza, nge huchunguza. Wakiwa pamoja, wanaweza kuibua wa fumbo la upendo au mtafaruku wa kimya kimya. Tuangazie katika mapenzi. Katika mapenzi, mapacha ni mcheshi, mwepesi kuingia na kutoka, anayependa mawasiliano ya wazi, starehe na uhuru. Nge ni mwenye wivu, mwenye hisia kali, anayehitaji uaminifu wa kina na kushikamana kwa ndani kabisa. Wanapopendana, mapacha humvutia nge kwa wepesi wa mazungumzo na uchangamfu wake. Nge humvutia mapacha kwa mvuto wa fumbo, kina cha kihisia na uzito wa mapenzi ya kweli. Changamoto: mapacha anaweza kuonekana mwepesi mno kwa nge, asiyekuwa wa kweli au mwepesi kuhamisha moyo. Nge anaweza kumkaba mapacha kihisia, kumfanya ajisikie kukosa uhuru. Mapenzi haya ni kama bomu lenye kipini, yanaweza kulipuka kwa mapenzi makubwa au kwa maumivu ya ghafla. Tuangazie kazi na biashara. Kwenye kazi, mapacha anapenda kazi za kuchangamka, mawasiliano, ubunifu Media, au teknolojia Nge ni mtafiti mchanganuzi anayeangalia kwa undani mkimya lakini mwenye matokeo wakishirikiana mapacha analeta mwangaza wa mawasiliano na mawazo mapya Nge analeta utekelezaji wa kimya kimya lakini mwenye matokeo ya kweli Changamoto mapacha anaweza kuhama kwenye mradi kabla haujakamilika Nge anaweza kuwa msiri mno au mwenye wivu wa mafanikio Uhusiano bora ukifanywa kwa heshima ya nafasi za kila mmoja unaweza kuzalisha kitu cha ajabu, lakini si rahisi. Tuangazie afya na maisha. Katika maisha ya kila siku, Mapacha anaishi kwa furaha, anapenda kuwa na marafiki, kusafiri, kucheka na kujaribu mambo mapya. Nge anapenda faraha, mazingira ya kimahaba na mazungumzo ya kina. Wakiishi pamoja Mapacha atachangamsha nyumba kwa kelele zake za mazungumzo na marafiki. Nge atatamani usiri, muziki wa taratibu na mapenzi ya kimya kimya. Changamoto: Nge anaweza kumuona Mapacha ni mtu wa juu juu; Mapacha anaweza kumuona Nge ni mzito mno kihisia. Mahusiano haya yanahitaji usawa wa uhuru na heshima ya mipaka ya ndani. Tuangazie tabia na changamoto. Tabia zao ni kama giza na mwanga. Mapacha ni mwepesi kuelewa mambo mcheshi anayebadilika haraka, asiyechukulia mambo kwa uzito. Nge ni mwenye msimamo, hisia za ndani na kumbukumbu zisizofutika kwa waliojeruhi moyo wake. Wakiwa pamoja, mapacha anaweza kumsaidia nge kujifunza kucheka na kusamehe, nge anaweza kumfundisha mapacha kuwa na kina na dhamira ya kweli. changamoto ukosefu wa maelewano juu ya maadili, uaminifu na hisia unaweza kusababisha mgongano mkubwa. Ruha ya upendo ya kila mmoja ni tofauti kabisa. Lazima kujifunza kupunguza kasi na kutoa nafasi ya usikivu wa kweli, ili maisha yaende vizuri. Mapacha na nge wanakutana kama hadithi ya upendo wa tofauti, upendo wa mvuto wa kwanza, lakini unaohitaji juhudi ya kudumu. Huu si uhusiano rahisi lakini kwa walio tayari kucheka na kulia pamoja, unaweza kuwa wa kipekee wa kuokoa au kuvunjika kabisa. Wanaweza kujifunza zaidi kuhusu wao wenyewe kupitia safari ya mapenzi isiyo ya kawaida. Ushawahi kuona mtu mwenye nyota ya mapacha akimvutia mwenye nyota ya nge? Walifanikiwa au walijikuta wanapishana kama mchana na usiku? Usikose uchambuzi mwingine wa nyota kila wakati.